Katika wilaya zimetajwa na ilani ya CCM ambao kongani ya, ya viwanda itapewa kipaumbele ni pamoja na wilaya ya Kibondo, ni pamoja na wilaya ya Kibondo. Kwa changamoto za msingi za Kibondo ikiwemo uchakataji wa zao la mihogo zimepewa kipaumbele katika ilani yetu, lakini hatutaishia kwenye mihogo peke yake, tutaishia na usipi, tutaingia pia kwenye usindikaji wa mazao yetu ikiwemo maziwa na nyama ili kuyapandisha thamani, lakini pia usindikaji wa mafuta ikiwemo mafuta ya alizeti. Hapo vipi? Lakini ilani ya CCM inasema katika miaka mitano inayokuja kwa nchi nzima, tunakwenda pia kuhakikisha kwamba tunatoa ajira kwenye sekta rasmi na zisizo rasmi kwa vijana, ajira milioni nane, ajira milioni